Kitabu cha Injili ya Marko ya Marko sura ya tatu na ya nne. Ndiyo watu wa Mungu, tumsifuni Yesu Kristo. Karibuni sana wapendwa, mahala popote mlipo, tunawakaribisha katika kipindi chetu kizuri cha usomaji wa Biblia kwa njia ya sauti. Nami naitwa Mwalimu Petro. Ninakualika mtu wa Mungu aweze kuungana na sisi katika namna ya ukaribu Unaweza ukaandaa biblia yako ili tunaposoma nawe usome kwa kufuatilizia, itakupa nafasi nzuri zaidi ya kuendelea kuimarika. Lakini pia unaweza ukaisikiliza mahala popote ulipo katika utulivu, na ukapata pia kitu cha kukusaidia. Tufungue kwa sala, tuanze rasmi usomaji kwa jina la Baba la Mwana Roho Mtakatifu, amen. Bwana Yesu tunakushukuru, tunasema asante kwa kutukomboa kwa damu yako ya thamani Asante Roho Mtakatifu kwa kukaa na sisi na kuwa mfariji wetu, ama hakika sisi siyo yatima kwa sababu tuko na wewe. Tunaomba utusaidie kulisoma neno la Mungu, hekima yako ituongoze kulielewa ili sote tuendelee kuwa imara, katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu tuseme amen. Karibuni sana wapendwa, tuungane na ndugu zetu wa Wedi Project. Kumbuka ni kitabu cha injili ya ya Marko sura ya tatu na ya nne mlango wa tatu. Akaingia tena katika sinagogi, na paliko wako huko mtu mwenye mkono uliopooza. Wakamvizia ili kuona kama atamponya siku ya Sabato, wapate kumshtaki. Akamwambia yule mtu mwenye mkono uliopooza, simama katikati. Akawauliza, ni halali siku ya Sabato kutenda mema au kutenda mabaya, kuponya roho au kuiua? Wakanyamaza akawakazia macho pande zote kwa hasira, akiona huzuni kwa ajili ya ugumu wa mioyo yao, akamwambia yule mtu, nyosha mkono wako. Naye akaunyosha mkono wake, ukawa mzima tena. Mara wakatoka wale Mafarisayo, wakawa wakifanya shauri juu yake pamoja na Maherodi jinsi ya kumwangamiza. Naye Yesu akajitenga yeye na wanafunzi wake, akaenda baharini; mkutano mkuu ukamfuata kutoka Galilaya na Uyahudi na Yerusalemu na Idumaya na ng'ambo ya Yordani na pande za Tiro na Sidoni. Mkutano mkuu waliposikia habari za mambo yote aliyokuwa akitenda, wakamwendea. Akawaambia wanafunzi wake ya kwamba chombo kidogo kikae karibu naye, kwa sababu ya mkutano, wasije wakamsonga; maana aliponya wengi, hata wote waliokuwa na misiba wakamrukia wapate kumgusa na pepo wachafu kila walipomwona walianguka mbele yake wakilia ya wakisema wewe ndiwe mwana wa Mungu. Akawakataza sana wasimdhihirishe. Akapanda mlimani akawaita aliyowataka mwenyewe, wakamwendea. Akaweka watu kumi na wawili wapate kuwa pamoja naye, na kwamba awatume kuhubiri, tena wawe na amri ya kutoa pepo. Akawaweka wale thenashara na simoni akampa jina la Petro, na Yakobo mwana wa Zebedayo, na Yohana nduguye Yakobo, akawapa jina la Boanerge, maana yake wana wa ngurumo, na Andreya, na Filipo, na Bartolomayo, na Mathayo, na Tomaso, na Yakobo wa Alfayo, na Thodayo, na Simoni Mkananayo, na Yuda Iskariote, ndiye aliyemsaliti. Kisha akaingia nyumbani, mkutano wakakusanyika tena hata wao wenyewe wasiweze hata kula mkate. Jamaa zake walipopata habari, wakatoka kwenda kumkamata, maana ya walisema, amerukwa na akili. Nao waandishi walioshuka kutoka Yerusalemu wakasema, ana Beelzebuli, na kwa mkuu wa pepo huwatoa pepo. Akawaita akawaambia kwa mifano, awezaje shetani kumtoa shetani? Na ufalme ukifitinika juu ya nafsi yake, ufalme huo Hawezi kusimama. Na nyumba ikifitinika juu ya nafsi yake, nyumba hiyo haiwezi kusimama. Na kama shetani ameondoka juu ya nafsi yake akafitinika, hawezi kusimama, bali huwa na kikomo. Hawezi mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vitu vyake, asipofunga kwanza yule mwenye nguvu; ndipo atakapoiteka nyumba yake. Amin, nawaambia dhambi zote watasamehewa wanadamu, na kufuru zao watakazokufuru zote, bali mtu atakayemkufuru Roho Mtakatifu hana msamaha hata milele, ila atakuwa na dhambi ya milele. Kwa vile alivyosema, ana pepo mchafu. Wakaja mamaye na nduguze, wakasimama nje, wakatuma mtu kumwita na mkutano walikuwa wameketi wakimzunguka. Wakamwambia, tazama, mama yako na ndugu zako wako nje wanakutafuta. Akawajibu akasema mama yangu na ndugu zangu ni akina nani? Akawatazama wale walioketi wakimzunguka pande zote, akasema tazama, mama yangu na ndugu zangu. Kwa maana mtu yeyote atakayeyafanya mapenzi ya Mungu, huyo ndiye ndugu yangu na umbu langu na mama yangu. Mlango wa nne. Akaanza kufundisha tena kando ya bahari, wakamkusanyikia mkutano mkubwa mno, hata yeye akapanda chomboni akakaa baharini, mkutano wote ulikuwako juu ya nchi kavu kando ya bahari. Akawafundisha mambo mengi kwa mifano, akawaambia katika mafundisho yake, sikilizeni! Tazama, mpanzi alitoka kwenda kupanda. Ikawa alipokuwa akipanda, mbegu nyingine ilianguka kando ya njia, wakaja ndege wakaila. Nyingine ikaanguka penye mwamba, pasipokuwa na udongo mwingi, mara ikaota kwa kuwa na udongo haba, hata jua lilipozuka iliungua, na kwa kuwa haina mizizi ikanyauka. Nyingine ikaanguka penye miba, ile miba ikamea, ikaisonga, isizae matunda. Nyingine zikaanguka penye udongo ulio mzuri, zikazaa matunda, zikamea na kukua na kuzaa, moja thelathini, moja sitini, na moja mia. Akasema, aliye na masikio ya kusikilia na asikie. Naye alipokuwa peke yake, wale watu waliomzunguka na wale thenashara walimuuliza habari za ile mifano. Akawaambia, ninyi mmejaliwa kuijua siri ya ufalme wa Mungu, bali kwa wale walio nje yote hufanywa kwa mifano, ili wakitazama watazame wasione, na wakisikia wasikie, wasielewe, wasije wakaongoka na kusamehewa. Akawaambia, hamjui mfano huu? Basi mifano yote mtaitambuaje? Mpanzi huyo hulipanda neno. Hawa ndio wale kando ya njia, lililopandwa neno, nao wakiisha kusikia, mara huja shetani akaliondoa lile neno lililopandwa mioyoni mwao. Kadhalika na hawa ndio wapandwao penye miba, ambao kwamba wakiisha kulisikia lile neno, mara hulipokea kwa furaha, ila hawana mizizi ndani yao, bali hudumu muda mchache, kisha ikitokea dhiki au udhia kwa ajili ya lile neno mara hujikwaa. Na hawa ndio wale wapandwao penye miba, ni watu walisikiao lile neno, na shughuli za dunia na udanganyifu wa mali na tamaa za mambo mengine zikiingia hulisonga lile neno, likawa halizai. Na hawa ndio waliopandwa penye udongo ulio mzuri, ni watu walisikiao lile neno na kulipokea na kuzaa matunda, mmoja thelathini, mmoja sitini, na mmoja mia. Akawaambia, mwaonaje? Taa huja ili kuwekwa chini ya pishi au mvunguni, si kuwekwa juu ya kiango? Kwa maana hakuna neno lililositirika ila makusudi lije likadhihirika, wala hakuna lililofichwa ila makusudi lije likatokea wazi. Mtu akiwa na masikio ya kusikilia na asikie. Akawaambia, angalieni msikialo. Kipimo kile mpimiacho, ndicho mtakachopimiwa, na tena mtazidishiwa kwa maana mwenye kitu atapewa; naye asiye na kitu hata kile alicho nacho atanyang'anywa. Akasema, ufalme wa Mungu mfano wake ni kama mtu aliyemwaga mbegu juu ya nchi, akawa akilala na kuondoka usiku na mchana, nayo mbegu ikakuwa asivyojua yeye. Maana nchi huzaa yenyewe, kwanza jani, tena suke, kisha ngano pevu katika suke. Hata matunda yakiiva, mara atapeleka mundu, kwa kuwa mavuno yamefika. Akasema, tuulinganishe na nini ufalme wa Mungu? Au tuutie katika mfano gani? Ni kama punje ya haradali ambayo ipandwapo katika nchi, ingawa ni ndogo kuliko mbegu zote zilizo katika nchi, lakini ikiisha kupandwa, hukua ikawa kubwa kuliko miti yote ya mboga, ikafanya matawi makubwa, hata ndege wa angani waweza kukaa chini ya uvuli wake. Kwa mifano mingi ya namna hii alikuwa akisema nao neno lake kwa kadri walivyoweza kulisikia, wala pasipo mfano hakusema nao; lakini akawaeleza wanafunzi wake mwenyewe mambo yote kwa faraga. Siku ile kulipokuwa jioni, akawaambia natuvuke mpaka ng'ambo. Wakauacha mkutano, wakamchukua vilevile alivyo katika chombo, na vyombo vingine vilikuwako pamoja naye. Ikatokea dhoruba kuu ya upepo mawimbi yakakipiga chombo hata kikaanza kujaa maji, naye mwenyewe alikuwapo katika sherti amelala juu ya mto. Wakamwamsha wakamwambia, Mwalimu, si kitu kwako kuwa tunaangamia? Akaamka akaukemea upepo, akaiambia bahari, Nyamaza, utulie. Upepo ukakoma, kukawa shwari kuu. Akawaambia, mbona mmekuwa waoga? hamna imani bado? Wakaingiwa na hofu kuu, wakaambiana, ni nani huyu basi hata upepo na bahari humtii?